Kufuatia taarifa za baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii kutangaza kuandamana, jeshi la polisi Tanzania limewahakikishia wananchi na wageni walioko nchini Tanzania kuwa hali ya usalama ni shwari kuelekea siku ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumatano, Oktoba 29 mwaka huu 2025. Katika taarifa iliyotolewa Oktoba 26 mwaka huu 2025, na msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania kutoka makao makuu Dodoma, jeshi hilo limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea wakati wa mchakato wa mzima wa kupiga kura kwa ajili ya kuchagua rais, wabunge na madiwani. Taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa na msemaji wake naibu kamishina wa polisi DCP David Misime imeeleza kuwa hakuna tishio lolote la kiusalama nchini Tanzania na kuwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kutekeleza haki yao ya kikatiba bila hofu yoyote. Hali ya usalama ni shwari sana na hakuna tishio lolote la kiusalama linaloweza kufanya shughuli hiyo ya kupiga kura isifanyike kwa amani. Wananchi wanahakikishiwa amani na usalama wa kutosha siku hiyo ya Jumatano hivyo mjitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenda kupiga kura bila hofu yoyote. Taarifa hiyo yoyo ilieleza. Jeshi la Polisi pia limeonya kuwa mtu yeyote atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani au kukaidi sheria kwa nia ya kuharibu uchaguzi atachukuliwa hatua kali za kisheria. Atakayethubutu kuvunja sheria asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi, taarifa hiyo imesisitiza. Awali, wakati wa kampeni za uchaguzi zikiendelea Rais Samia Suluhu Hasani, anayewania muhula wa pili kupitia chama tawala CCM, alisisitiza pia Oktoba 29 itabaki kuwa siku ya kupiga kura tu. Ndugu zangu, tarehe 29 mwezi huu tutoke tupige kura. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, nasisitiza maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna mengine, alisema Rais Samia katika moja ya mikutano yake. Kauli hii ya polisi imekuja kufuatia taarifa zinazozunguka mitandaoni kuhusu kundi la watu wanaodaiwa kupanga maandamano siku hiyo ya uchaguzi mkuu wakitaka katiba mpya, lakini pia kuonyesha kutoridhika kwao na baadhi ya mambo, ikiwemo madai makubwa kwa haki za kiraia, ukosefu wa demokrasia na hitaji la kuboreshwa kwa mifumo ya uchaguzi.